Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Zedee Media. Ni matumaini yangu kwa ni mzima sana na unazidi kuenjoy time hii hapa. Kwanza kabisa, kama hujajiunga na sisi cha kufanya tu ni kulike video hii, share kwa wengine lakini subscribe na ugusa alama ya kengele ambayo itajitokeza. Hapo utakuwa ni mtu wa kwanza kabisa kupata habari na matukio mbalimbali kutoka hapa. Sasa story kubwa ambayo kwa sasa ina trend kwenye mitandao ya kijamii kama jinsi ambavyo tunafahamu, ni kuhusiana na Ibra pamoja na Harmonize, mtu na bosi wake waliofanya kazi kwa pamoja kwa muda mrefu. Miaka kadhaa sasa imepita toka Harmonize ametoka kwenye lebo ya Wasafi, akaamua kufanya kazi zake na baadaye akaamua kumtafuta Ibra kwa ajili ya kushirikiana katika kazi. Kifupi ni kwamba Ibra alikuwa hafahamiki, kwa hiyo Harmonize ndiye ambaye amefanya Ibra kufahamika na mpaka sasa kuleteana sintofahamu katika mitandao ya kijamii. Ibra anadai kwamba Harmonize alimtaka alipe kiasi cha bilioni moja ili kujitoa katika lebo ya Konde Music Worldwide lakini baadaye Harmonize akakanusha na kusema kwamba hakumwambia alipe kiasi hicho. Alichokifanya ni kumwambia kwamba kama atahitaji kutoka kwenye lebo hiyo, yani, amepata wazamini wengine wapya ambao watamsaidia kufika mbali kimziki, basi hawa watu itabidi walipe kiasi hicho kwa ajili ya kumnunua Ibra, ili hiyo pesa ambayo itapatikana kwa ununuzi wa Ibra iweze kusaidia watu wengine ambao pia nao ni vijana kama Ibra ambao wanajitafuta, wanaohitaji kutoka na vitu kama hizo. Maneno ambayo alirushiana Harmonize pamoja na Ibra kwenye mitandao ya kijamii yalipelekea uongozi wa Konde Music Worldwide kuchukua hatua za kumstopisha Ibra kufanya kazi za mziki au kujihusisha na shughuli yote ile ya mziki, hadi pale ambapo uongozi utakubaliana na yeye Ibra. Lakini hapo pia walisema kwamba uongozi wa Konde Music Worldwide Unamtambua Ibra kama msanii wa Konde Music Worldwide bado, ijapokuwa Harmonize alizungumza jana na kusema kwamba hamhitaji tena Ibra, akamwambia kwamba anahitajika alipe kiasi ambacho kinatakiwa akilipe, kwa sababu hata yeye pia alilipa kwa kukopa kopa alilipa kwa kukopa hadi akalipa kwenye lebo ambayo inamilikiwa na msanii Diamond au sio? Kwa hivyo naye anatamani Ibra naye alipe ili aone uchungu wa kile ambacho inatakiwa akiite cha kwake. Sasa baada ya yote hayo kutokea, Harmonize pamoja na Ibra wakaitwa na Basata siku ya leo ili aweze kufika pale kuzungumzia masuala yao ya mziki. Basata ni walezi wazuri sana wa mziki wa wasanii, kwa hivyo waliwaita ili kuweza kuzungumzia haya ambayo anazidi kutrend kwenye mitandao. Like tumeshuhudia video kadhaa pamoja na picha zikimuonyesha Ibra tayari amefika Basata, japokuwa Harmonize bado hatujamuona, au wakilishi ambao wanamwakilisha bado hatujaona. Kile ambacho kitazidi kutrendi na kuzungumziwa kufahamika mwafaka kwa hili basi bila shaka utayapata yote kupitia hapa Zedee Media, tutakofanya tu. Kama bado hujajiunga na sisi, subscribe, lakini pia usisahau ku turn on notification, hapo utakuwa ni mtu wa kwanza kabisa kupata habari na matukio mbalimbali mbali.